Unajua ni kwa nini haushiki ujauzito? Ni kwa nini hauitwi mama na unashiriki miezi kumi na mbili bila ya kutumia kinga, lakini bado zoezi kutafuta mtoto, kupata ujauzito imekuwa ni gumu? Okay, leo tutajadili kwa pamoja hapa. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, basi usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Medical Life. Lakini kama ni mfuatiliaji mzuri wa masomo yetu Ah uh, sasa hivi nitakuwa ninatoa zawadi kwenye kila kipindi ambacho nitakuwa ninakilaunch kwenye channel yetu. Ah uh, kwa yule ambaye atakuwa makini basi atapokea hiyo zawadi. Nitatoa zawadi katikati ya video pamoja na mwisho wa video. Sasa kama hujasubscribe, just subscribe ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Medical Life, kwani huwa tunajifunza vitu kama hivi kila siku. Swala la kupata mtoto, swala la kupata ujauzito huwa linaambatana na mambo kadhaa ambayo ni mambo ya msingi, endapo ukizingatia basi itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kushika ujauzito. Endapo zoezi lako la kutafuta mtoto limekuwa gumu, una struggle, umetumia muda mrefu sana kufikiria, unaumiza kichwa, familia imekuwa ikutenga, ndoa yako imekuwa haina amani, naomba ujichunguze haya mambo matano muhimu, then utakuja kushare na mimi hapa chini kwenye comment section. Jambo jambo la la kwanza, jichunguze kama una multiple sex partner, kwa maana unamiliki mpenzi zaidi ya mmoja. Jambo la pili chunguza homoni zako kama zimekaa sawa sawa. Na hapa unahitaji kuchukua hatua kwenda hospitali na kupima homoni zako za kike kama zimekaa sawa sawa. Huende ikawa na gharama kidogo kwenye kupima hizo homoni uh, lakini unahitaji kufanya hivyo ili kujiandaa na safari yako ya kubeba ujauzito. Jambo la tatu, jichunguze kama una hali yoyote ambayo sio ya kawaida kwenye via vyako vya uzazi. Aidha unapata discharge, kwa maana unatoka uchafu kwenye sehemu zako za siri, na hujui yale majimaji au uchafu unaotoka ni wa kawaida au sio wa kawaida sasa jichunguze na kama ume notice kuna hali yoyote ambayo sio ya kawaida basi, unaweza kushare na sisi au ukapata private chat na mimi au ukanua ebook yetu, ukaenda kujifunza ni kitu gani hicho kimesababisha hiyo hali. Jambo la nne, jichunguze kama kuna dawa zozote unazitumia ezo, umeelekezwa na rafiki yako au ulipewa na daktari wako, na dawa hizo huenda zinahusiana na homoni moja kwa moja. Iza, ni dawa kwa ajili ya kuondoa vipele mwilini, la kama wale wanasumbuliwa na chunusi za muda mrefu, kuna madawa wanapewa huko, vipodozi. Hebu jichunguze kama kuna dawa zozote unazitumia ambazo zinaweza kuingiliana moja kwa moja na homoni zako. Na kwa wale ambao ni watumiaji wazuri wa clomifen wa uh, letrozole au dawa yoyote ambayo unatumia kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kupevushwa kwa mayai, basi unahitaji kuwa makini sana. Hizi dawa ni nzuri sana endapo zitatumika kwa usahihi. Hakikisha umefanya vipimo, hakikisha umeandikiwa hizi dawa na daktari wako ambayo unamwamini na unatumia kwenye dozi ambayo imeelekezwa, dozi ambayo ni standard. Jambo la tano, jambo la tano na la mwisho ambalo ni muhimu, hakikisha unajua mzunguko wako wa hedhi kwa usahihi kabisa. Acha kufuata mzunguko wa rafiki yako au mzunguko ambao unasemwa sana kwa watu. Auenda mzunguko wako ukawa ni mfupi na wewe unafuata mzunguko ambao ni, ni mrefu au mzunguko wako ni mrefu lakini unafuata mzunguko ambao ni wakati, aidha mzunguko wa siku 28 au mzunguko wa siku 24. Sasa hakikisha unafahamu mzunguko wako vizuri, hakikisha kila siku ambayo una hakikisha kila mwezi ambao unaona damu ya hedhi au unaingia kwenye ada yako, unarekodi ile tarehe kwa usahihi na kuweza kuihifadhi kwa ajili ya mzunguko unaofuata. Kwa ajili ya hata ukihitaji maelekezo uweze kupewa maelekezo ambayo amesimama kwa sababu unaweza ukahitaji maelekezo kutoka kwa daktari, akakuuliza mzunguko wako uliopita uliingia siku gani na wewe kujui, hivyo hakikisha unatunza rekodi zako vizuri kuhusu mzunguko wako wa hedhi. Inbox kumekuwa na msongamano mkubwa sana wa simu kupigwa kutumwa SMS aidha WhatsApp. Sasa um, ratiba yangu kidogo ni ngumu kuweza kuwahudumia watu wote kwa wakati, nilioandalia mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza nimetengeneza e-book, kitabu ambacho nimeweka mambo kadhaa humo lakini ni kuhusu mzunguko wa hedhi, e, mzunguko wa siku 21, mzunguko wa siku 24, 28, siku 30, 30 na mzunguko wa siku 35. Jinsi ya kuhesabu, jinsi ya kutambua siku salama, jinsi ya kutambua siku za hatari, na je, ukiwa na mzunguko fulani, aidha mzunguko mfupi, mzunguko wa kati, mzunguko mrefu, unatakiwa kufanyaje au utumie siku gani kupata ujauzito. Hayo yote utayakuta kwenye e-book ambayo tumeiandaa sasa. Hii e-book itatoa kama zawadi, lakini kuna gharama kidogo utatakiwa kuichangia, kwa sababu tumetumia muda mwingi sana kuiandaa. Imebidi tuwache taski zote tuanze kuiandaa kwa ajili yako wewe. Sasa kama kweli unahitaji, basi unaweza kutumia hii e-book ukawa unajisomea mwenyewe nyumbani, ukafahamu mzunguko wako, kwa hesabu siku za hatari, siku salama na huenda ukatumia mzunguko aa, kama njia yako ya kupanga uzazi salama. Kitu cha pili tunalo group la WhatsApp ambayo unaweza kwenda kujiunga na ukapata masomo haya, lakini vile vile utahitajia kutumia kuchangia gharama kidogo. Kwa wale ambao wanahitaji e book na kwa wale ambao wanahitaji kuungwa kwenye group la WhatsApp basi unaweza kunitafuta kupitia namba zangu za WhatsApp au link ambayo nitaweka kwenye description au kwenye comment, uta click hiyo, utakuja moja kwa moja mpaka WhatsApp, then utapata maelekezo ya jinsi ya kujiunga kwenye group la WhatsApp na kupata ebook.